kiendelea kusubiri ni nini e, watatoka nacho e, majibu gani ambao watatoka nayo wawakilishi ambao wameingia e, wawakilishi wa Yanga Afrika, kwa maana ya kwamba viongozi. Niko na Nasoro hapa miongoni mwa watu ambao wanayasubiri kwa hamu majibu hayo, nimepata wasawa kuzungumza naye Nasoro, mambo vipi? Ah, kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kujalia baraka tele kufika hmm siku ya leo ni kubwa la wananchi Vigoma viko hapa, baadhi ya wa mashabiki wamejitokeza, kati ambapo, dakika zinavyozidi kusogea, watu wanazidi kujaa. Ni matumaini gani ambayo watu wanao mpaka hivi sasa, ni msimamo wa watu chezi utaendelea, aidha kuna majibu tofauti ambayo tutaweza tukashuhudia hapa. msimamo wetu mpaka sasa hivi, maana inaonekana mwelekeo, asilimia 89 tunaenda kushinda sisi, kwa sababu wao walilazimisha kuwa mechi inachezwa. Kwa hiyo Yanga hawajaandikia barua shirikisho kuwataka kuongea nao, bali shirikisho ndio anaandikia barua, anataka kuongea na Yanga Afrika. Kwa hiyo unavyoona kabisa asilimia 99 Yanga ndio anakwenda kushinda hili swala. Sisi kuja hapa kwa kuachagiza viongozi wetu, wajue msimamo wetu bado upo vile vile, na msimamo wetu bado upo pale pale, lakini niye ana dhumuni la kuwaita viongozi wa Yanga hapa, sisi ni kutaka kumaliza mtafaruku huu ambao unaendelea. Mtafaruku huwezi kuisha bila kumpata mtu aliyokosea Ukimpata mtu aliyokosea tafaruku ndio utaisha. Mi najua leo, kosea, leo umekuja, bodi ya ligi naondoka. Bodi ya ligi lazima ajiuzulu, kwa sababu mwenyekiti wa bodi ya ligi mpaka sasa uh -huh. hajulikani yupo upande gani, yupo anasimamia sawa, katokea timu gani, uh -huh. Bodi ya ligi maanake ipo batili. Na chote, na, ya, kubwa koso, la, na le, hakuna chochote cha kuokoa dabii wanapiga ligi. Kuna matumaini makubwa kabisa na tunajua tunachokifanya ni nini. Watu wengi hawajui kitu gani unachokifanya, lakini sasa hivi wanajua tunachokifanya nini. Yanga ndio mkombozi wa ligi hii. Hakuna mtu yeyote mkombozi wa ligi hii. Ligi sisi tunaenda kuigomboa Nakwambaia hivyo kwa sababu ligi itaenda kupatwa kanuni na sheria, sio busara. Ligi yetu mara nyingi sana inapatwa busara, sasa yanga akashaamua muda busara umeisha, hatuchezi, hatuchezi. Viongozi walioitwa ndani wa viongozi wetu wa Yanga, yeah walioitwa ndani wakawa wakijua tuko nje hapa hatuondoki mpaka kikao kimalizike na watuambie walichozungumza ndani ni nini. Ikiwa wote tumeshakubaliana kwamba hatuchezi hatuchezi ngo, viongozi wamekuja na majibu tofauti, mtawaunga mkono aidha mtaenda kinyume na majibu? Kama majibu gani? Wakija na majibu gani wanaondoka Wataondoka, a wanaondoka. Mlango <tipa> uko wazi, mlango uko wazi, wanatakiwa waondoke. Yaani viongozi wowote watakaokubali mechi ichezwe bila Steven Mgutu kuondoka, bila Almas Kasongo kuachia ngazi, hakuna mechi yoyote. Wakikubali wanaondoka, wanawambia nini? Sasa wale ambao wako na presha majumbani wanatawajila kwamba labda tarehe kumi na tano wanaweza wakashuhudia mchezo, tunawambia Mchezo hakuna, usikae ukasubiri kwamba kuna mchezo. Sisi ndio wenyeji, sisi ndio ambao tunatakiwa kutangaza vingilio, au sisi ndio tunatakiwa kusema uwanja utakaotumika Benjamin Mkapa au Amani. Sio, hatujatoa taarifa wala uongozi wa Benjamin Mkapa hawana taarifa yoyote. ina lama sabirina, tuendelee kuvuta subira. Hakuna cha ina lama sabirina, ina lama sabirina kwenye lama lama kwenye jambo la heri

kuja hapa mnatarajia lipi sasa ambalo viongozi wenu watatoka nalo kwenye kikao cha zidi ya bodi ya ligi. Kwa sababu viongozi wako chini yetu sisi ndio tunachagua na sisi wasikilize matakwa yetu sisi sisi tucheze mechi. sana. Na pamoja ndugu yangu. tuchezi mechishunisanaapamoja